Naitwa Kenneth John Hageze, mwenyekiti utume wa wanaume wa katoliki parokia ya Bikira Maria Mshindaji Kigoma. Asisi utume wa wanaume wa katoliki waka parokia ya Bikira Maria ya Mshindaji Kigoma, tarehe 22 Novemba 2025, siku ya Jumamosi, tutakuwa tunaazimisha siku ya mwanaume mkatoliki ambayo tunaita Uwaka Day. Hiyo, ambayo, 25, na siku hiyo ni siku ambayo tunaaga mwaka 2025 5 na kukaribisha mwaka 2026 6, sasa ili kuweza kuiweka vizuri siku hiyo, tumeweza kuarika wanaume wote wa parokia ya Bikira Maria Mshindaji Kigoma, wanaume kutoka parokia ya Katubuka, wanaume kutoka parokia ya Buhanda na wanaume kutoka parokia ya Buronge. Na, na bila kusahau mapadri watawa na kwaya ya Mtakatifu Yosefu ambaye itakainjilisha siku hiyo. Baada ya misa tutafanya nini? Baada ya misa tutapata eh, mada mbalimbali mbali, ikiwemo um, eh, mada inayohusiana na mambo ya tezi dume. Wanaume tunakufasana sana kwa masuala ya tezi dume, kujua nini dalili na namna ya kuweza kuondokana, namna ya kuweza na kupata tiba. Tutakuwa pia na eh, mada nahusiana na mambo ya homa ya ini, pia watu wataweza kupata hiyo, na pia kutakuwa na homa ya manjano, mambo ya ukimwi, mambo ya shinikizo la damu, hayo yote na mengine ambayo yanatatiza watu au wanaume, ambayo ni changamoto kwa sasa, tutaweza kupima haya. Lakini mwisho sasa, tutaweza kuona namna gani tunapaswa kuokoa uh, afya za watu tawala ambao hawana namna kuchangia damu wanapokuwa wameuguza au wameuguliwa na ndugu zao. Kwa hiyo kutakuwa na kipande ambacho hospitali yetu ya rufaa ya Kabanga itaweza eh, kuweza kupima damu ya waumini na kisha wale wenye umri wa kuweza kutoa damu salama waweze kuchangia damu. Sasa, licha ya hayo magonjwa, pia sisi wanaume tunakuwa tukabiliwa na swala la umaskini wa kipato namna, eh, ya kuweza kuendesha familia zetu. Wamejipanga watu wa benki ya NMB ambao watafundisha namna gani wanaume wanaweza kupata mikopo bila kuwa na riba kubwa, bila kuwa na koletro ya dhamana, ambayo lazima hati ya nyumba namba kadha wa kadha. Wamejipanga watu wa TRA, namna gani ambavyo pia ulipaji wa kodi wanavyoweza kulipa kodi, uh, bila kuingilia ule uchumi anakuwa anaopata na pia kama unavyojua, nyuma au mbele ya mtoto wapo baba, wapo mama. Tutakuwa na watu wa NHIF ambao watakuwa naeleza masuala pia masuala ya, ya, ya, ya, ya, ya bima ya afya kwa, kwa watoto hawa ambao na kwa watu wakubwa, ili kila mmoja aanze kuangalia, tukijua magonjwa, dalili, namna ya kuondoka nazo, basi tuwe na hakika na afya zetu kwa kuwa na bima ya afya. Kwa hiyo siku hii itakuwa nimepambwa na mambo makubwa sana namna hiyo, na kwa kweli tunawakaribisha kwa wingi, watu wajitokeze, kwa sababu tuna tunausafiri kuanzia kanisa kuu la Bikira Maria Mshindaji Kigoma, ambao naanza saa 2 asubuhi apeleka kituo cha hija Buhabugari ambayo mimi sinaanza saa tatu kamili saa nne tunamaliza. e, nne na nusu tunaanza sasa hizo hizo, ijue afya yako, na baada tunge kupima na tutakwenda kula chakula na kunywa, na baadaye tutakuwa na mawasilisho sasa, mwaka mzima utume wanaume tumefanya nini, zipi changamoto na tumejipanga vipi kwa mwaka 2026 na hiyo iwe sasa ndio mwondoko wetu kwa mwaka 2026. Kwa hiyo tunawakaribisha wote na karibuni sana, tuungane ili tuitendee haki siku hiyo ya UWAKA Day ya parokia ya Bikira Maria Mshindaji Kigoma ambayo ni kanisa kuu, kanisa la kiaskofu. Asante. Ten. Mwanaume Mkatoliki, nguzo imara ya hekalu la Bwana. Tunaomba wanaume wote muweze kujitokeza wa parokia Bikira Maria Mshindaji Kigoma wa boronge wakatubuka na pia wabuhanda ili tuweze kutendea haki siku ya hiyo ambayo tutakuwa tunaaga mwaka 2025 na kukaribisha mwaka 2026, na tukiwa tukijua afya zetu na tuondoke kwa mwondoko ambao unautambulika. Mwanaume Mkatoliki nguzo imara ikarura Bwana. Asante.